Uh, sasa bwana leo hii uh, nilikuwa na izi uh, aloe vera hapa nikakumbuka hawa kuku humu ndani walipataga kokidiosis. Kokidiosis, kama hujui ni ugonjwa gani, ni ugonjwa ambao kuku wanakuwa na hara damu na walisumbua sana sana kupona. Lakini kuna mbinu ambazo tulizitumia ili kuweza kuwafanya hawa kuku wakapona vizuri kabisa. Sasa uh, nataka pia nikuelekeze we mfugaji Uh, kama imetokea kuku wako wamepata ugonjwa fulani, unawapa inawezekana unawapa uh, tiba ambayo ni sahihi kabisa, lakini unakuta hawaponi, yani siku zinavyozidi kwenda wanazidi tu kutumia ile dawa, na kama vile ile dawa haifanyi kazi. Sasa nisikilize vizuri kwenye hii video, ili niweze kukueleza e, mbinu ambayo sisi wenyewe hapa tumeitumia kwa ajili ya hawa kuku na wakapona vizuri kabisa. Uh, pia kama Kingo Farm tuna, tunavyo hivi vitabu. Tuna ufugaji wa broiler, hicho kitabu ni mwongozo maalum kwa ajili ya wafugaji wa broiler, safari ya ufugaji ni kitabu kizuri sana, kina kanuni nzuri sana za kuchanganya chakula kwa ajili ya kuku chotara ili kupunguza gharama, lakini pia unaweza kutumia hizo kanuni kwa kuku pia wa mayai na wakataga vizuri kabisa. Kuna hiki kingine cha tiba za asili. Tiba za asili ni kitabu kizuri ambacho kinakuelekeza wewe namna ya kutengeneza tiba wewe mwenyewe na kuatibia kuku wako. Lakini kuna ufugaji bora wa eh, kuku wa kienyeji, hiki kina maelekezo yote namna ya kumfuga kuku wa kienyeji ili watage vizuri, kulea vifaranga eh, na mambo mengine yote yanayohusiana na kuku wa kienyeji. Lakini pia tunao huu mwongozo maalum wa kutumia eh, tiba za asili, huu utakusaidia sana kuweza kuwakinga kuku wako kwa muda usika, lakini tiba sahihi za eh, kuwapatia kuku. Huu ni kwa kuku wa aina zote, humu ndani kuna hadi kanuni za chakula kama unataka kunenepesha kuku wako ndani ya muda mfupi, ili uweze kumuuza kwa gharama kubwa, basi ipo kwenye hichi kitabu. Vitabu vyetu hivyo ni soft copy, tunakutumia kwa njia ya WhatsApp na gharama yake ni shilingi elfu kumi. Wasiliana na sisi kwenye namba ambayo unaiona hapo eh, ili uweze kujipatia hivi vitabu. Mbali na hivyo vitabu, pia tunatoa elimu eh, ya ufugaji kupitia eh, kundi letu la WhatsApp ambalo E, utakaa kwenye hilo kundi kwa muda wa miezi miwili kwa ada ya shilingi elfu nane. Ah, sasa bwana, tukirudi kwenye mada yetu, kuna vitu kama vitano hivi ambavyo nitakwambia hapa, ni muhimu sana kuzingatia pale ambapo unakuwa unawatibia kuku wako na hawaponi. Na tukianzia kwa kesi ya hapa shambani kwetu. Sisi baada ya kuona eh, kwanza kwa, unajua kuku unapotibia, tokea siku ya kwanza unawapa tiba mpaka siku ya tatu, lazima uwe unaona mabadiliko. Ukiona ile hali inaendelea inakuwa vile vile, au inakuwa zaidi. Kwa mfano, kuku anakufa, unaona wanakufa zaidi, basi ujue kuna walaki. Lakini ile dawa kwa inakuwa haikusaidii. Eh, sisi hapa binafsi tulikuwa tunaona ile hali haibadiliki, huku walikuwa hawafi, lakini tukawa tunaona kabisa vile vinyesi havibadiliki, wakati na dawa ambayo tulikuwa tunatumia kutibu eh, kokidiosis mharo wa damu ilikuwa ni, ni, ni tiba sahihi kabisa. Tiba ambayo tulikuwa tunatumia hapa, tulikuwa tunatumia majani ya mwarobaini, tulikuwa tunatumia haya majani ya arovela ambayo unayaona hapa, kitunguu saumu na tangawizi. Hii ni tiba nzuri sana. Tukaongeza eh, tulianza kutumia hivyo, ni tiba zuri sana ya kuatibia eh, kuku ambao wanahara, lakini hali ikawa haibadiliki. Kwa mfano, tukawa tunachukua majagi mawili ya majani ya rovela ya majani ya, ya mwarobaini samani majagi mawili. Tukawa tunachukua uh, majani matatu haya ya rovela, lakini pia tukawa tunachukua e, kitungu saumu kimoja na tangawizi moja tuna vibrendi vyote, tunawachanganyia kwenye maji lita kumi. Uh, kwa hiyo e, siku ya kwanza tukaona hali kama ni hiyo, siku ya pili ya tatu hali kama ni hiyo, tukapunguza e, kiasi cha maji kutoka kwenye maji lita kumi kuchanganyia na huo mchanganyo ambao nimeusema hapo, majani ya mwarobaini jagi mbili, majani ya arovela e, matatu, kitungu saumu kimoja, tangawizi moja, tukawa tunaweka kwenye maji lita nane. Ukifanya hivyo, e, tunasema kwamba unaongeza concentration yani unaongeza ukali wa ile dawa. E, kwa hiyo sasa hapa ndio ninakushauri kitu kimoja kwamba ukitumia hizi tiba za asili ukiona kuku wako hawa bado ha, hawaonyeshi dalili e, mwelekeo mzuri wa kupona, basi kitu cha kwanza ambacho unaweza ukafanya ni kupunguza kiasi cha maji ambacho unachanganyia na ile dawa. Kama ulikuwa unaweka maji lita kumi kwenye ile dawa basi weka lita nane. E, ukiona tena basi punguza kutoka lita nane weka lita sita. Hiyo ita, itawasaidia e, sana. Kwa kupitia mfumo huo sisi hapa hawakuku baadaye wakawa na wanaonyesha hali ya kupona vizuri kabisa. Aa, na kitu kingine unaweza ukaongeza uka dawa ya ziada e, ya kuchochea uponaji. Mfano, kwenye huu mchanganyo um wetu huu um mchanganyo ambao tulikuwa tunatibu kokidiosis hapa e, kama hali ingekuwa ni bado, tungeongeza majani ya mpapai, sababu majani ya mpapai pia ni tiba nzuri sana ya kokidiosis. Kwa hiyo hizi dawa mbili zingechangamana, majani ya mwarobaini na haya majani ya mpapai, zote hizi ni tiba e, za, za kokidiosis muharo wa damu. Unaweza ukazitumia kwa namna tofauti, basi zingechangamana, zingeenda kuongeza nguvu zaidi, umeona? kwa hiyo unaweza ukafanya hivyo na kitu kingine ambacho nakushauri kama unaona kuku wako hawaponi, unaweza pia ukabadilisha ile tiba kabisa unayoitumia. Kwa mfano ulikuwa unatumia e, tiba ya dukani, labda ulikuwa unatumia Agocox kutibu mwaro, basi badilisha, tumia hata ESB3. Kama ESB3 itakataa, basi tumia hata hizi tiba za asili. Au ulikuwa unatumia tiba za asili kutibu mafua, kwa mfano ulikuwa unatumia E, tangawizi, kitunguu saumu na pilipili kwa ajili ya kuwatibia kuku wako, ukaona uh, kila ukiwatibia hawaponi vizuri, basi jaribu kutumia na tiba za dukani. Na sisi huwa tunashauri uzuri wa sisi, bwana, hatujajifungia sehemu moja. Ipo inatokea mara moja moja, unakuta mfugaji ametumia tiba za asili ambazo sisi tunatumia zinafanya kazi vizuri kwake, hazifanyi kazi vizuri kwa hiyo, unamshauri tiba sahihi ya dukani, ambayo hizi za viwandani, ambayo anaweza akaitumia. Akitumia hiyo isipopona, tunarudi tena kwenye tiba za asili hivyo hivyo, mpaka unakuta kuku wako wanakaa vizuri na wanapona kwa wakati. Kwa hiyo uh, hayo ni mambo ya msingi sana, nadhani utakuwa umenielewa ambayo unaweza ukayafanya, na jambo jingine sasa hapa na nazungumzia kwenye upande wa, wa uzembe. Unaweza kuna uzembe kwa unaofanya kukwako hawaponi na hauelewi kwa nini kukwako hawaponi. Kwa mfano kwako kama wanaumwa mia banda ni chafu, ujue chanzo ni banda. Kwa hiyo inatakiwa usafishe banda, uweke matandazo mengine, ndipo uwatibie. Ukiwatibia kuku, kwa mfano amepata coccidiosis, banda limelowana, unakazana kuwapa dawa na bado banda limelowana, hauwezi ukapona huo ugonjwa, kwa sababu chanzo kile cha maambukizi ambacho ni uchafu wa banda bado kipo. Au kuku anaumwa homa ya matumbo eh? Uh, vyombo vyao ukiviangalia bado ni vichafu E, kwa hiyo hapo pia hiyo ni, hilo ni tatizo jingine, ni kwamba kuku wao hawawezi wakapona kwa sababu uh, vyombo vyao hujaviosha. Kwa hiyo oh, kama vile unawatibia wanapata, unawatibia wanapata. Kwa hiyo safisha vyombo, fanya usafi vizuri kabisa. Na huu usafi usisubiri kuku waumwe e, Ukiona tu banda limechafuka lisafishi, ukiona vyombo havisafishi, basi wewe unavisafisha. Awezekana labda wewe ni msimamizi, unawapa maelekezo, lakini pia upate nafasi ya kukagua yale maelekezo unayowapatia. Labda hao wanaokufanyia hiyo kazi, je, wanayatekeleza kama yalivyo? Lakini pia muda mwingine